Mbona umenitoa mkukumkuku kule mpaka huku, kuna shida gani? sielewi sana. Sielewi? uelewi nini? Yani familia yangu kiufupi hahitaji nionamtu kama wewe kama mimi. Unamaanisha nini, una nini kusema hivyo? Unajua sana, wewe ni mtu mzuri kwangu, umenisaidia vitu vingi, kupenda mapenzi awa waziwazi Unamaanisha mapenzi yetu yao ya siri ndio? Sihitaji kukupoteza na <tifatikana> kupoteza <tifatikana> familia yangu. Sawa naa, hata mimi nakupenda na sitaki kukaa mbali na wewe kabisa, na pale nilikuwa nataka nikwambie jambo hilo hilo. Cha msingi ni, ni aidi tu kuwa mwaminifu kwangu hivi vitu mimi unanichukuliaje? Mbona hmm. Maana iwezekani utoke kuniambia tu kuwa wewe upo single una mtu peke yeye, anakuja mwanaume mbele yangu anakwambia kabisa mke wangu njoo. Si unanifanyia vitu gani vya ajabu? Unanionaje bwana Makweba, mpenzi wangu, kwani mimi si nimekwambia mimi ulo sio mtu wangu? Ungekuwa wewe unaambiwa hivyo eti mimi nina mahusiano naye ungelewaje? Yaani atoke azunguke mitaa yote aje pale tulipokuwa sisi anje kusema baidha mke wangu. Nisikilize Makweba, na yani narudia tena kukwambia, mimi ulo sina mahusiano naye. Mimi namuona tu ananifatilia fatilia, fatilia. mwenyewe ananikwaza au itu niambie tu kwa labda nini kizishi na hela eh, katika kijiji mi masini, maskini mbwambwa takataka kifai, wewe naweea niambie tu, kuliko hivyo unavonifanyia. Mi mwangu mdogo, mawe mdogo, hauna hata vyumba vinne, una chumba kimoja tu, unavonifanyia hivyo. Chumba chake kitapangishwa mi uli hata sina mawazo naye. Kwanza nitakaa naye mbali. Sawa, basi basi, jamani, naye tumeshaongea lakini, niangalie basi. Tumeshaongea lakini, basi, aisey, niangalie, niangalie. Kayo, ndiyo unadeka Aya, shoga yangu unatoka wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Mama, rafiki yupi? Kwa nini? Wee mtoto, unataka kunieleleza? Unataka uniletee balaa hivi? We mtoto, una nini? Unanitafuta nini kwenye maisha yako? Unaelewa kabisa, muda sio mrefu una shughuli yako, kwa sababu wewe vitu unavyofanya mimi navifahamu. Usinione mjinga, nina akili timamu kwa nini unakuwa unanidhalilisha? Unajua kwamba nachoka na kuchoka, yaani mpaka utanieleza ulikuwa wapi? Kwa sababu mimi nina watu, usinione mjinga. Unavyoniona nimekaa hapa kwenye kochi, ukajua sina watu, nina watu. Habari zako nazipata alafu unaelewa, unanifahamu. Sitaki mchezo, huwezi kuniharibia jina langu, unaelewa uko wetu ulivyo mimi sitaki aibu kwenye familia yangu kwetu. Nimekuwa mimi nimefanya mambo mazuri, ndio maana umeniona mpaka leo. Nimeolewa nikakaa hapa ndani, sina kashfa. We unataka uletee familia yangu kashfa? Unataka nini kwenye maisha yako? Sisi tumetunza jina letu muda mrefu sana, na ukoo wetu una desturi zake. Sitaki sasa. Endelea kujifanya mjanja, mimi niko nyuma yako na kuangalia Nakupa onyo. Chunga mdomo wako. Unijui? Sikujui kwani mimi mwenyewe nakujua? Mimi mwenyewe sikujui. Unijui? So wewe unatoka huko mjini unakuja unavamia wanaume ambao siwajua. Nimemvamia nani hapa kijijini? Aa ha, unajizimisha data sijaona. Ile siku zile ni mimi au huyo mpenzi wako? Hizo shida zangu, hizo shida zako. Najua nimewaona na nimewafumania. Asipendaji dharau. Meli, mpenzi wangu, unafanya nini sasa? Acha nimfundishe adabu. Nisikilize, acha akili za kitoto. Unamtetea? Sio kwamba namtetea, na maana yangu ndio maana nakwambia acha tuondoke nyumbani. Twende. Umefuata nini nyumbani kwangu? Maana mimi na, na wewe mkataba wetu ulishaisha muda mrefu sana. Sasa sijui ni nini kitu gani kimekuleta hapa. Nafuata na mazungumzo na wewe mimi usiku. Sina faida kama mimi na mazungumzo mengine mapya na wewe. Kwa sababu mkataba wetu ulishaisha muda mrefu kabisa. Unataka nini? Mimi nafasi hata mara moja tu nikuelezee. Okay, sasa sikia. Mimi kwa leo sina muda. Kesho asubuhi nitakuja pale tulipokuwa tunakutana kila siku zote. Makweba, una tatizo gani? Nakupigia simu zangu haupokei, message haujibu, ninapokuambia simu, simu. Na sio hivyo tu, hadi simu nyingine imebadilisha ile simu ya mwanzo, na sasa hivi tofauti ninazo mbili sasa hivi ile ya mwanzo nilishaitupa, ndomamo unakipiga, ipokelewi kwa sababu simu ilizima. Mimi sitaki kukuonyesha hizo simu ulizobadilisha. Mimi nataka kujua simu zangu kwa nini upokee, na meseji ujibu. Kwanza kwa nini? Kwa nini nataka kuingia ndani kwako ukanileta hapa nje? Moshi ndani kule. Nipo na kaka. Kaka atoka mjini akaja kijijini. Sasa hapa nimuogopa hapo, utakupiga kelele, amelala kutukana kuanzia sasa hivi mpaka jioni. Chumba changu atanitukana we ta hmm? Kumbe ni kaka basi. Kwa nini usiende, usi uko ndani, mimi we kaka akanijua Yani mpaka mwenyewe atavoamka ndo anakuja sasa. Huyu eh? eh? una kati yetu ndani asubuhi. Mama wewe, rudi nyumbani, mimi nitakufata losi. Nimesha hapa nje hapa brother, hapa hapa. Namwandaa sasa hivi brother, hapa naondoka

Shem tena. Kwa nani? Kwa rafiki yako. Rafiki yangu yupi huyo? Sana. Ah, sana kumbe. Kwa mimi najua mshaachana huko zamani huko hadi sasa hivi wewe unanyita mimi shem kweli? Ndio tumeachana lakini bado ushana nampenda. Sawa, ndio nampenda. Ah, kwa tukio ile umfanyia ile. Sidhani kama atakurudia. Atanirudia tu pinde akijua ukweli. Lakini azu kurudia mamangu yule achana naye tu. Ah, kumbe ndio lengo lako ndio? Yaani mimi kifupi, siwezi kutembea na mwanamume yaani, nampenda sana sana, yaani ndio hiyo. Huyu mwanamke asubuhi yote atakuwa ameenda wapi? Mimi nimeamka nikajua nitakutata chai basi ninywe niondoke kazini. Kashaondoka mapema tu, kashaitoa miguu yake nyumbani hapo. Mwanamke anataka kila siku tugombane kwa siku moja tu. Na matizo gani mwanamke huyu? Yaani elewi kabisa. Nataka tuone siku tukiongea tu na kama tunagubu. Mkimara kiranya sana. Vipi mme wangu? Vipi mke wangu, unaweza kaniambia ulikuwa wapi? Nilienda kudai madeni. Madeni asubuhi yote. Mimi nimeamka hapa nikijua kwamba nitakuta chai umeniandalia ninywe niwahi kazini. Unaniambia umeenda kudai madeni. Ina maana madeni ni muhimu sana kuliko kuniandalia mimi chai. Ha? Mme wangu, huyo mtu ninaye mdai hapo kati. Yaani nikimchelewa tu kidogo, kanikimbia ndio maana nimejidamka asubuhi ni muaye. Kwa hiyo umeshindwa hata kuaga. Umdani tunaishiwa ngapi? Wawili, kwa hiyo kutoa taarifa ni ngumu? Anaenda <coughs> yeye leo <yorendo> kuidai kwa wapi? <coughs> Ameniambia niende jioni, kuna hela yake ambazo naisubiria. Mwanamke, <coughs> chai ninywe mimi ni nimeitika wito wako, maana nimeamua kuja kusikiliza kwa sababu ya heshima yako, maana siku zote wanasema kubali wito, kataa maneno. Na mimi nimeamua kusikiliza wewe kwa sababu ya heshima yako tu, lakini kwa jinsi ilivyokuwa, kama angekuwa mtu mwingine, sidhani kama angeweza kukusikiliza tena. Nasikiliza, umeniitia nini?